kule kuelewa maana yake ni nini ili ibada ile iweze kuwa na manufaa na athari katika imani ya Muislamu inabidi lazima tuwe na taamuli, tuwe na mazingatio. Ni somo la ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha mja wake kutekeleza ibada ya hija, walillahi ala nnasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Hii ibada ya hija iliyofaradhishwa na Allah azza wa jalla ni ibada ya inayotakiwa kufanywa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Amepata hasara kubwa muislamu ambaye ataingia katika ibada hii kama waislamu wengine, lakini lengo lake ni tofauti, lengo lake wengine ni waliyadhu billahi, arriya wassum'a, ni kujionesha na kusikika, ya kwamba fulani, mashallah, hakuna mwaka uyopitwa na hija. Hasara kubwa, kwa sababu moja katika malengo ya hija ni kumfundisha muislamu somo la ikhlas. Ni kwamba hija kadhalika inatufundisha somo la tadhhiya, tatajala fi lhaji suwarun kathiratun min suwar tadhhiyat, sura za tadhhiya zinajitokeza katika hija kwa namna na njia mbalimbali nyingi huwezi kuhiji mpaka uwe tayari kutoka katika ya, ya, mazingira na nyumba na sehemu unayoishi ufunge safari uingie katika safari uelekee katika Bilad alharam mji wa Makka, ndiko kunakotekelezwa ibada ya hija. Maana ibada ya hija inatekelezwa pahala maalum. Kwa hivyo, ile mufarakatu lautani kule kutoka katika mji wako pale ulipo, kaacha shughuli zako, kaacha familia yako, kwa ajili ya hii ibada kuitekeleza katika wiki mbili siku kumi na takriban ukienda katika ibada ya hija utakwenda kulala katika mahema, ni kujitolea sacrifice, unaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa umeweza kutekeleza sacrifice, unaweza kuifanya tadhhiya hiyo hiyo katika maisha yako yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lengine wanatuambia wanazuoni, ni tadhkirun bi yaumil qiyamati, na inamtaka muislamu aelewe na akumbuke siku ya Kiyama, na mafunzo haya yanaanzia mavazi anayoyavaa muislamu mwanachuoni katika tabiina Alhasan Albasri rahmatullahi taala alayhi, huo ni mwanzo wa ukumbusho wa mwislamu ya safari yake ya kiama ya akhira. Tizama vazi analovalishwa na hili vazi la kafani analofinikwa nalo maiti, utaona kuna tashabuhi kubwa sana. Maiti mle ndani hamna kitu kabisa, amefinikwa na nguo nyeupe peke yake, ambazo ni tatu. Tofauti ni namba, wewe umevaa nguo mbili, maiti amevaa tatu. Sasa yule mwislamu ambaye ihramuhu ila ihramu yake la yudhakiru bi kafanihi ambayo haitomkumbusha kafani yake, basi asema famata yatadhkuru? huyu Muislamu lini tena atakumbuka mauti, wakati Allah azza wa jalla ashakuwekea baadhi ya vituo vya kukukumbusha kwamba mauti yapo yanakuja. Ndani ya ibada ya hija kuna sura nyingine hapo hapo ya tadhkiri bi yawmil qiyamati, tunakumbushwa sura ya mahsha ni kule. Allah subhanahu wa ta'ala wataala yawmil qiyamati kwenda kuwakusanya watu wote pamoja. Yawmil qiyama hakutakuwa katika kufufuliwa na tofauti za rangi na tofauti za makabila na tofauti za nationality na nchi. Muislamu anapovaa nguo ile ya basi ni Waislamu wote wanavaa nguo ile ile leo lao. Tuna rais ambaye ni Mwislamu, hata hatakwenda kuvalishwa nguo yake, au hatavaa nguo specially kwa sababu yeye ni president. Hakuna mfalme anayevaa ihram yake specially kwa sababu yeye ni mfalme. Nguo ni mbili peke yake za ihram. Hii ni kukumbushwa sisi Waislamu ya kwamba sote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tupo katika daraja moja. Masomo haya tunayapata katika ibada ya hija kama alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.